Tutapitia upya maslahi ya kada ya walimu nchini. Ninashukuru kwa ujio wa hii kliniki ya, ya, simi, simi, ya mama Isa, Samia ninaamini ya kwamba mama ametujali, anaona matatizo yetu, naona yataisha. Kwa hiyo mimi ninashukuru sana, kwa sababu changamoto yangu, ninadai mishahara mishahara yangu mitatu. Ninashukuru na nashauri serikali itujali kama ilivyotujali leo sisi walimu tunamshukuru mama sana, maana ameonyesha moyo wa kutujali sana sisi walimu. Nafikiri kliniki itakuwa msaada kwetu, itatusaidia kutatua matatizo yetu. Lakini ta, tatizo langu au hii hii kero yangu iliyokuwa nayo imedumu kwa muda mrefu, kwa sababu ilikuwa ikitoka mwaka elfu mbili kumi na tisa na ni matumaini yangu itapatiwa ufumbuzi la kuishauri serikali waongeze wa muda ili kuweza kutatuliwa kero hii. Lakini pia nawapongeza kwa kutufikia walimu kokwa pande za pembezoni. Chama cha walimu kiendelee kutusaidia hivi hivi kama kilivyotusaidia siku ya leo. Kwa hiyo tunashukuru sana sana sana mama Samia, abarikiwe na miaka tena mitano ili atusaidie sisi walimu kwa ujumla. Chama cha Walimu Tanzania CWT, wajibu na haki.